Essentialism, the disciplined pursuit of less. Nimekisoma tu hapa nikasema, nikamwambia bro, hii kitabu kinanikumbusha jamaa fulani wanajiita wana the Minimalists. The Minimalists, wale jamaa wako jamaa wawili wenyewe hawataki ha, wameondoa imani yao kuhusu vitu vitu vitu, kwa sababu wanasema watu wengi sisi, maisha yetu, furaha zetu tumezifungamanisha kwenye vitu, material things kas kwamba kuna watu wananunua vitu vinajaa kwenye nyumba zao. Ana insist katika what is necessary at the time. Okay. And uwe huru kusema hapana pale kuwa, unapokuwa huru. Hii ni moja ya episod ambazo naweza nikasema ni za tofauti kabisa kwasababu sijawai kufanyaeisod kama hii kwenye yangu, Success Path Network so This afternoon nilikuwa natoka sehemu nikawa nimekwenda sehemu kwa ajili ya mazungumzo fulani, so nilipotoka, nikasema ngoja ni request Bolt. Wakati nimefanya hivyo, nikampata ndugu yangu hapa Asher Wilbard, ambaye yeye kwa professional, yeye ni software engineer, na ndio nimekutana naye kwa sababu unajua, kuna ujasiriamali ni watu wengi wanafanya vitu vingi. Sometimes ukiwa free unaweza ukaamua ukatumia gari yako kama njia ya usafiri na ukaongeza kipato pia, kwanza ongeza sana. Kwa hiyo mzee, yes lakini hiyo sio kubwa zaidi ambayo sio kubwa pekee ambayo nafurahia kuhusu. Nikiwa kumi na tano kumi na sita hivi, ilikuwa nikifuatilia mauzuri self improvement ya Kiswahili, hapo ni Kiingereza tu. Yeah, kwa hiyo moja watu ambao kwanza una sana sana. So you see, leo tumepata tume kasema mfano wa moja kwa moja wa mtu ambaye amekuwa akifuatilia Success Path Network. Na naweza nikasema ni aina ya mfano ambao tungependa kuona kwa watu wengine wengi sana ambao wanaona kwamba labda ni channel ya kawaida au kuna wengine wanaona wanaangalia video zetu kama video za ucheshi. Huu ni muda ulikuwa ufahamu kwamba hizi ni video ambazo zinaweza zikakusaidia sana, zikakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na of course, ukiangalia ndio lengo. Mimi wakati naanzisha channel ilikuwa kabisa kwamba nataka nitengeneze platform ya watu watafuatilia content fulani ambazo zitawafanya wawe bora zaidi kuliko walivyokuwa jana. Wow. And this is what I'm talking about. Sasa nao, here comes the best part. Wakati naingia kwenye gari, kwenye city ambayo nataka kukaa, babe, hii ambayo <laughs> kukaa, <Kitabu. laughs> Na nye mnaangalia channel yangu nafikiri mnajua, yani paka watu wanita mzewa vitabu, eh? <laughs> Na nimefanikiwa nime kushawishi watu wengi sana wasomaji. Sasa hivi watu wengi sana nashkuru, wanasoma vitabu kwa sababu they say, kwa sababu ah, asante bana, umenipa inspiration paka mi mwenyewe nimeanza kusoma vitabu. Now this book, Inaitwa, yani kitabu fulani kwanza kina ubunifu sana. This, essentialism. The disciplined pursuit of less. Nimekisoma tu hapa nikasema, nikamwambia bro, hii kitabu kinanikumbusha jamaa fulani wanajiita the minimalists wa, una niliona dokumentari yao moja iko kwenye YouTube, kumbe na hiyo dokumentari kaiona lakini milienda mbali zaidi mpaka website yao, nilikuwa naifuatilia sana kwa sababu nilipenda sana kuhusu maisha yale jamaa. So nitakueleza kwa ufupi, alafu nitampa wasaa tueleze kuhusu nini kipo kwenye kitabu, kwa sababu yeye amekisoma, mimi nimekisoma kidogo, nikamwambia kila nikumbusha watu fulani, lakini nafikiri kuna tofauti. Nitampa nafasi aongelee hiyo tofauti, ngoso ngoni kuelezea kidogo kuhusu hao jamaa, lakini kwa kuwa wanachofanya ni kitu kizuri, nita sitakunyima nitakuwekea hata link kwenye description na wewe uione hiyo documentary, kwa sababu inaweza ikakupa kitu fulani. sasa The minimalists, wale jamaa wako jamaa wawili, yani wamekutana watu wana akili zinafanana, wenyewe hawataki ha wameondoa imani yao kuhusu vitu, vitu, vitu, kwa sababu wanasema watu wengi sisi maisha yetu furaha zetu tumezifungamanisha kwenye vitu, material things. Yani, mtu asipokuwa labda na gari fulani au simu ya aina fulani au kwenda na fashion na trend hii fashion trend au nguo za yani, vitu vitu tu fulani ma vitu kiasi kwamba kuna watu wananunua vitu vinajaa kwenye nyumba zao na hawavitumii. Mshenge kwenye nyumba za watu unakuta kuna vitu vingi na havitumiki. So, kiasi kwamba yule jamaa ana begi, yule mmoja kwa mfano, wote wawili yaani ana begi. Hili begi, begi tu fulani ndogodogo hivi ndio lina kila kitu chake, maisha yake yote yaani. Ni hivi anavyosafiri, hamna kitu chochote alichoacha huko <laughs> <laughs> <Kienda, pamirinda. laughs> Kwa hiyo hawa jamaa wanaishi maisha ambayo ya kujaribu kupunguza vitu vingi kwenye maisha yao na kubaki na vitu vichache zaidi, vitu vichache zaidi. Hapa ndipo nilikuwa nataka nikukaribishe, kwa sababu umekisoma. Kitabu utupe faida, idea inatofautiana nini brother? Tunaweza okay utofauti mkubwa ambao nime uh, notice kutoka kwa kampeni ya minimalist. Wao kuna kitu kinataka kufanana, lakini wao wana insist katika kitu anaita decluttering owning less specific material stuff uh, wao wanazungumza, kuna logic ya mtu kuwa let's say uh, na viatu pia kumi, mwa ukiwa na saa unaje leo inakuwa na saa 3 4 5 Unahitaji uwe na vitu vichache, umiliki vitu ambavyo unavihitaji kwa wakati huo. Essentialism ana insist katika what is necessary at a time. Okay. Uwe huru kusema hapana kwa sababu unaweza kuwa upo katika eneo la kazi, unafanya kitu hiki kwa kuwa umeambiwa kitu hiki unakubali na unachofanya, mwisho siku efficiency inakuwa ndogo kwa sababu you just say yes to everything. Ila socialism inasema pursue less lakini vichache unavyovifanya vifanye kwa efficiency kwa ubora mkubwa zaidi, okay. Minimalism wao exist pia katika kupunguza vitu, umiliki vichache ili ubongo wako, kwa sababu kadri unavyomiliki vitu vingi, mm. Unakuwa attached na hivyo vitu zaidi, kwa hiyo inapunguza focus kufanya vitu vingine, kwa sababu kadri unavyomiliki let's say simu ya kawaida, ukipata simu ya gharama, kuna namna unajiatach na ile simu zaidi inapo haribika, kuna namna unakuwa unahisia au unajiatach na hicho jido zaidi. Kwa hiyo kati ya hao wawili essentialist anaweza kuwa kidogo bora kulikokmahi. Uh, uh, so, eh, yes. Kuna namna zinataka kufanana, minimalist ana ana insists katika ku own less. Hii anasema pursue less land better okay. Yes less but better this intaji on less Looks.